Guys, good morning, good evening or good afternoon, wherever you're watching from. Kama kawaida, it's your girl Doreen. If you're new here, consider subscribing. Remember to like the video. Then to you, my loyal fans, be blessed. You've been so supportive, thank you so much. I love you guys. So guys, nilisema nitakuwa na-analyze alafu tunaenda kwa video zingine. So ukiona na post ingine changamka, tukiposti ya ku-analyze tena tuchangamke. Anyway guys, sijui kama kuna mtu ame notice kitu. Kuna mambo yamekuwa kiendelea kwa wale ambao wana watch very keenly, alafu kuna mambo wanasoma, alafu kuna lesson wana learn. I think kuna mambo mengi sana yanaendelea. Na mimi kwangu, kwangu mimi yani sijui niseme aje. Kuna mambo nime notice. Juu mliona jana, mamake nani? Ni jana ama ni juzi? Mamake Bravo. Wakati tu mamake Bravo alikuja kwa studio pap, akikuja kuongelea story na mtoto wake. Baadaye huyu Champe Guys, watu ambao huwa mnakataa Champe. Champe is a good guy by the way. Champe mwenyewe akashika huyo mama kwa mkono. Unajua mamake Bravo akikuja kwa studio maybe ali expect apate Dave amsaidie kwa sababu landlord anamsumbua. Landlord alikuwa anataka landlady, yes. Landlady alikuwa anaitisha pesa na alikuwa amemvuruga, amemtupa nje. Champe akakumbuka kuna kuanga na nani, na Wamboi. Since bibi ya Dave ni mgonjwa, haizi shoot mambo na video, nini nini, yeye anakaanga kwa nyumba. Akafikiria kuna kulikuwa na host alikuwa anaitwa Amboi na bado ako na channel. Akili kamwambia chukua mama, mpeleke huko, atasaidika. Akamshika mkono kama mtoto mdogo, na akampeleka. Wakati alimpeleka simuliona hata alisaidika, na wakati alifika ukaji, akaji express huyu mama ni nini nini, anahitaji usaidizi. Na guys, kitu nililani ni eti u Bravo wakati Bravo amekuwa kwa ushetani hii muda yote Mama yake amekuwa akiteseka, mamake I mean, alishikwa mawazo. Mawazo yake ingefikiria naye. Kumaanisha wakati brava aliingia kwa mashetani, wali delete akili yau mama kabisa, haikuwa na ye bora akule na alale na ingine na ingine, no. Cuz unaona hii ni after Bravo ameombewa na akatolewa the bill. After Bravo senses zake zimerudi sawa, amerudi yani amerudi kuwa sawa sawa kama si venye alikuwa. Ndio mamake anajitokeza. Alafu mamake anakuja. Mama alikuwa anaishi mashida, maisha ya shida, maisha ya umaskini. Kuna watu wanateseka lakini hapana. Mm-mm. Shetani aliamua kuchukua maisha sasa ya hiyo familia yote. Guys, mnakumbuka hata mimi mwenyewe nilikuwa najiuliza mbona huyu Bravo ako na wazazi? Kwani wazazi hakuna, hata relative hata mmoja? Na nakumbuka nikisema i, walirogo wote washikanishi. But anyway, sijui nani anakumbuka ile siku ya live mwende mka watch. That's why unaona mimi wakati mwingine huwa nachukua ile video ya live liv na washotenia 8 minutes kitu yenye mta watch maybe mwingine ana bundles, mwingine bundles zake haziwezi watch hiyo 2 to 3 hours so nikikata hivyo at least Mom, kuna wengine wanafaa nini wana watch. So, guys, in short nasema hivi mama Bravo akili ilifunguka, wacha tusimuite Bravo, since alipewa jina ingine ni Paul. Tumite Paulo ama tumite Paul, since Bravo akili ama Paul ilifunguka, ndio ameanza kujielewa na hii mateso yote anapitia. Sidhani kama wataelezea Bravo ati sijui mamake anateseka hivi na hivi, cause mwenye hata akojela ni watetee akue sawa, alafu arudi. Imagine yeye ndiye atashika mamake mkono leo hii, hata ukisema Bravo aenda anze maisha upya na mama yake huyo Paul. Hakuna penye unaenda kuanzia na maisha, hana nyumba, hana nini, mama yake hana mali, pa kuishi. Hata ukipata single room, mwezi ishi nyumba moja, Bravo ni mtu mkubwa. Hata ukipata one bedroom, two bedroom, mwezi mwezi ishi nyumba moja, Bravo ni mtu anafanze maisha. So guys eh, nilijaribu kuangalia hiyo video, nikajaribu kupitia mama, kupitia hiyo video. Ukiangalia mama Bravo ni mtu ameteseka na maisha sana, si maisha ya ushetani. Unajua life is spiritual. Once mtoto wake ametekwa nyara katika ulimwengu wa kiroho, mama yake pia alitekwa nyara. So mama hata kama maisha, yani waliteka kila kitu. Waliteka kazi, wakateka mtoto wake, mawazo, kila kitu. That's why unaona katika kitabu cha John, wanasema shetani alikuja kuiba, kuharibu na kuangamiza. Wakati waliiba mtoto, wakaiba na mama akili pia. Yani mama asiyaifuatilia, asiyaifuatilia mtoto wake, asiyajua kama alikuwa na mtoto alikuwa anaitwa Bravo ama kwa, Can you imagine? Wewe ni mama. Hata hakuwa hii, hakuwa hata an, anajiuliza ati mtoto wangu alienda wapi. Penye alikuwa amekaa, hata hakuwa hii, hakuwa hii report tu mali popotea ati mtoto alipotea. Na amesomesha mtoto, akapeleka mtoto mpaka akawa ikafika mahali, amesoma, akafika mpaka akajoin jeshi. Hi? Alafu shetani anamuiba. Sasa guys, eh, in short namaanisha hivi. Juu Bravo, after alikuwa rescued, after aliombewa, akakuwa delivered hiyo mtindo ndio nafaa waendelee nao kwa watu wengine. Wanasema sasa, Charles atapatikana lini? Ibrahim atapatikana lini? Watapatikana, but sasa mtindo ni ule ule, system ni ile ile. Inafaa wachukue tena Ibrahim, wamuombe. Wakiomba Ibrahim na Charles, alafu mawaza yao ifunguke. Mawaza Ibrahim na Charles ikifunguka, kumaanisha tena familia yao itafunguka. Kwa hata ukiangalia serikali pia, serikali kama wako kwa hii kitu kuna wenye wako kwa hii kitu, alafu kuna wale ambao walirogwa akili, walishikwa. That's why unaona wafikiri yangi kwenda kutafuta maafisa wenza ambao walipotea. Wewe koliga anapotea tu, alafu mnaendelea na kazi zenu, kama si uchawi ni nini? Kwa sababu hata hiyo swali tulikuwa tunashinda tumejiuliza hao. Sasa kuna maaskari walishikwa akili, hakuna siku watasimama waende watafute eti Ibrahim alipotea Charles akapotea, na tunawafanya nao kazi? Then hakuna mzazi wowote wa Ibrahim wa Charles amekuja kwa kamera. Hakuna mama Brava amekuja tu after deliverance. So kumaanisha hao watu pia watafutwe wakiletwe studio wafanyiwe deliverance. Wakifanyiwa deliverance alafu wazazi watakuja. Wazazi wakikuja ama relative tena utaona afisa wakikuja. Waseme huyu mtu tulikuwa tunafanya naye kazi. Tumemuona huku ilikuwa aje. Tena ilikuwa ni kama tena kuna red story. But anyway, guys. Mimi mimi hata sina ile negative mind. Akili yangu inajua they are safe. Hata kama huyu mavingumu amewashika, huyu babu mi simitangi mavingumu kuzaino mavingumu za spirit na namkanga tu, kwa mtu anaweza ingia hata kwa mtoto mdogo. Mliona huyu mzee, huyu mzee mkumbavu huyu babu alienda kwa kanisa, you saw what he did kwa church. Like alipata wapi nguvu? Mi i thought mashetani siku hizi wanaogopa kanisani, waezi ingia kwa, kwa kanisa. Labda juu kuna anointing, kuna maombi pale, but alimanage kuingia aje? But anyway wacha tuseme hivi, baada ya Bravo kuombewa ya akachukua ujinga wake akaenda pale kanisani. Amerudi mara ya pili na hivyo ndiye amekwama. Na amekwama kanisani. Jiulizeni wakati amekwama kule kwa kanisa ni nini inaendelea? Na ujue kama shetani akikwama kanisani kumaanisha ni Mungu amemshikia pale. Mungu amechoka. Mungu anataka aokoke. Unajua akiwa pale atafanyiwa deliverance apende asipende. Ule shetani ambaye anamtumia atatoka. Na akitoka huyu mzee atajielewa. Na akijielewa, since ni babu nani anko yake, nani chambe pia atakombolewa huyu mzee. Akikombolewa, maisha ya Champe itakuwa afadhali, maisha ya Champe itakuwa mzuri. Champe wakati mwingine anakuanga na ujinga wa utoto, anakuanga it's like a confuse, kwa sababu ya boma ambayo alizaliwa katika, madhabahu alilelewa si madhabahu mazuri, ya confusion, inamletea confusion kabisa. Guys, can you imagine kama huyo uncle angekuwa your family member? Niambia, angekuwa amekukoroga aje wewe? Angekuwa amewakoroga aje nyinyi Champe? Mimi nilikuwa nashinda nikiomba na nasema, Mungu ikiwezekana mshike huyu babu, mkishika babu wanza ameingia studio ama akifanyiwa deliverance, maisha ya Champe itakuwa safe, na Champe akiwa safe, senior dev team wako safe cause mnajua tu Champe vizuri akipagawa. Sijui kama kuna mtu ananielewa. So guys, kuna kuna kazi hapa. Kuna kazi ya mganga, kuna kazi ya ya nani? Wale ambao walipotea, kuna deliverance bado, kuna dhabihu inahitajika, kuna watu wanafaa kuombewa, kuna wazazi watakuja, mambo ni mengi. So anyway guys, eh, kwa wale ambao mme watch, thank you so much. Stay tuned. Tukingojea ile ya jioni tuone kutaenda aje. Mganga of course lazima atasarenda, apende asipende. Guys, thank you so much. Bye bye.